wambui yore omomanyi bwa mang'ana yeme emechando yobonko gose psychologist nigo asemire buna ogotarigia obokonyi bwagenkio nakio gekoirera mabe gokorekana nase iga banto mba bwenerete korigereria mono obocheno bwabo bwobonko gose bwebirengererio mental health leo ni siku ya kuhamasisha watu umuhimu wa counseling ama umuhimu wa kuenda kuonekana na mshauri kuonekana na mshauri inasaidia sana kudiri na zile vitu zenye tunapitia kila siku kwa mfano mambo na mahusiano mambo na ndoa mambo ya work press pressure you know stress yenye tunapitia kila siku na pia grief. Grief, labda umepoteza rafiki yako ama umepoteza mtoto ama mtu wa familia ambaye ulikuwa karibu na yeye So leo tunahamasisha watu kwamba wakipitia hizi tusizichukulie kama tu vitu za kawaida, tukizichukulie tu kama vitu za kawaida na tusidir nazo. Ukiweka mwili yako a lot of emotions na stress, bila kuongea, bila kuziachilia, inafika mahali pia unapasuka. Kwa hivyo ni vizuri before tufike ile presha yenye tumepasuka, tunaanza kukosa usingizi Unaanza kujiongelesha unapata maintain hygiene yako, ni vizuri uende uonekane na mshauri ndo uweze kueleza shida ambayo uko nayo na muweze kupata solution pamoja. Ni vizuri kuzungumza, ni vizuri kujieleza.